Mchango wangu huu ni mkubwa sana kwa sababu sio kama ni tayari umeshaonekana sasa hivi. Kina mama wanafurahia, wana, wana sana wanafurahia na wanafanya kazi yao kwa wepesi sana. Chakula ambacho alitaka apike kwa masaa masaa mawili matatu, anapika ndani ya nusu saa, dakika kumi ameshamaliza lakini pia kwa usafi zaidi. Kwa hiyo yani wame, kimetoa mchango mkubwa sana, msukumo mkubwa sana lakini pia inarahisisha wale kina mama kutopata matatizo ya kifua, kwa sababu moshi ule pia una una matatizo, unaita matatizo ki, nani, kwenye mapafu lakini pia macho. Unaona saizi wana wanafurahia sana, wanafurahia sana hiyo kampeni kumtoa mama kwenye kupikia mkaa na kumrudisha kwenye nishati safi ambako alikuwa anapikia kuni, mama macho yanakuwa mekundu Matokeo asi kwenye kanda yetu hii, kanda ya Ziwa, wanawake wengi wamepoteza maisha kwa kuzaniwa kwamba ni wachawi baada tu ya kuwa kuwa macho mekundu na, ku, na umri wao kuwa mkubwa. Kwa tunampongeza sana mheshimiwa Rais kututoa huku ambako tulikokuwa, na kwenye mkoa wetu wa Geita tumepata fursa kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kulikuwa na maonyesho hapa juzi kati, ambako mheshimiwa rais pia alikuwa mgeni rasmi, majiko mengi yalitolewa kwa bei ya chini sana. Wito wangu ni kuhakikisha sisi kama jumuiya ya UWT na kama viongozi kuanzia ngazi ya tawi, ngazi ya kata, mpaka ngazi ya mkoa, kuwaelimisha wale wakinamama tuweze kutumia nishati safi. Lakini niombe tu kwamba mama aendelee kuweka ruzuku kwenye nishati ili wakinamama ambao wako vijijini, wenye uwezo wa chini kabisa, waweze kumudu zile bei ambazo, bei za majiko ya gesi amekuja kuwaokoa kina mama, kwa sababu mara nyingi upishi wetu kwa sisi wa Afrika tumekuwa na tumezaliwa kwa kutumia kuni. Mtu mwenye maendeleo sana ni yule aliyetumia jiko la mkaa na ni wachache sasa. Lakini kwa kipindi ambacho ameamua kuwabadilisha kina mama ili waweze kwenda na wakati, amefanya jambo moja kubwa na zuri na la busara. Kwanza, sasa hivi kina mama wanapika chakula kizuri, bado wanapika hata kama ameoga amependeza mtu anapika chakula na mtu anamaliza shughuli zake za jikoni bila kuonyesha kwamba amefanya kazi gani ya jikoni. Tofauti na kipindi cha nyuma, mtu anapika chakula huku moshi unaingia machoni.